Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu apewe sifa. Kama ilivyo kawaida, watumishi wa Mungu, watoto wa Mungu, inapofika siku nyingine, tunakuja katika kujifunza neno au kusoma neno. Ndugu zangu, neno ukiwa unalisoma kila siku linakutia nguvu hiyo. Mm, shuhuda nishaiona E, binafsi hata mimi mwenyewe imenitokea. Kwa hiyo neno neno unavojifunza kila siku au kulisoma kila siku, kwanza unapata kuelewa e, kila siku unapozidi kujifunza uelewa unakuja. Ndio maana nikasema nisiwe nasoma peke yangu kimya kimya, ni lazima niwe na wenzangu tuweze kujifunza kwa pamoja. Amen. Uh, leo nilinakuja na neno hili tunataka tujifunze kidogo ambazo, uh, siku za mwisho na ishara zake. Unajua eh, wahubiri wengi eh, walimu wengi wanahubiri sana hizi habari za mwisho, siku za mwisho uh, na, na wengi tunakubaliana nazo. Mm -hmm. Tunakubaliana nazo na dalili, e, ishara zote ni zile zile, hakuna utofauti, ni vile tu mtu utakapo, utakapo unamwelewa vipi yule ambaye anakupa anakupa lile somo au anakusomea yale masomo. Umeona, sasa watu wengi tumejisahau, tumejisahau tunaziona ishara lakini hatujui kama hizi ndio ishara. Kwa sababu gani? Hatuna ile kawaida ya kujikumbusha neno la Mungu. Unajua kila kitu unachokiona duniani kilishaandikwa kwenye Biblia, kilishatabiliwa muda. Yani, tunaishi miaka ambayo ilitabiliwa kitambo, ndio tunaishi mlemle. Sasa ndugu zangu, ah, ah, unapoambiwa siku za mwisho siku za mwisho zimekaribia. Aa, ni kweli kwa sababu ni kweli kwa sababu gani? Tunathibitisha kutokana na zile dalili ambazo tumeziona au tumezisoma katika Biblia, alafu tunaziona sasa kwa macho. Mwanzo tulikuwa tunaziona kwa maandishi, tunazisoma kwa maandishi, lakini sasa hivi tunaishi nazo, kama tunaishi nazo. Kwa nini basi usijiandae sasa? Kwa sababu sawa, hatujui siku wala saa, lakini dalili nyingi tunaziona zinatokea. Naweza tu, tu, tusome sasa ishara zake siku za mwisho. Ishara zake kwanza, wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo. Yani watu wengi watakuwa wanakuja, watasema yeye ni Kristo. Hmm? Nao watawadanganya wengi au watu watawadanganya wengi, wata wengi. Mtasikia habari za vita ani, lazima usikie habari za vita sasa, pia msikie habari za vita, zinasikika sana habari za vita, niweza ikaa ani, habari za vita mtasikia, lakini msisitushwe, msishtushwe na msisitushwe maana hayo hayana budi kutokea. Tuliambiwa kwamba mtasikia habari za vita, lakini msistuke, kwa sababu hayo hayana budi kutokea, lakini ule mwisho bado. Taifa litaondoka kupigana na taifa lingine, ufalme na ufalme mwingine watapigana. Hayo mambo atayaona sasa hivi eh? Sasa hivi tunaona taifa linaenda kupigana na taifa lingine, yote yalitabiriwa, yalitabiriwa. Kutakuwa na njaa, njaa kweli zipo. Matetemeko yote kila mahali. Hayo matetemeko si hapo sasa? hayo yote ni mwanzo wa uchungu, hayo yote ni mwanzo wa uchungu. Ndugu zangu hizi ni ishara tu, lakini pia uovu utatokea siku za mwisho. Uovu mwingi utatokea, na tunauona uovu. Yaani, hizi ni dalili zote za siku za mwisho. Uovu tunauona, watu kujipenda wenyewe, na tunaziona sasa hivi, watu wanajipenda wenyewe. Kupenda fedha, watu wanapenda fedha sasa hivi kuliko utu Wenye kujisifu, unaona kabisa watu wanajisifu, wana majigambo, watu wenye kiburi, tunaona kabisa kuna viburi sasa hivi. Watu kutukana, sasa hivi kutukana limekuwa jambo la kawaida. Wasiotii wazazi wao, tunaona kabisa watu hawatii wazazi wao. Hizi zote ni dalili na ishara za siku za mwisho. Watu hawana shukrani, ni kweli Wana ya mzioni? Hmm? Watu awana shukulani, nyinyi amzioni? Watu wawapendi kwao makwao, yaani awaapendi makwao. Kuna mtu ana, ana kashifu kwao wakwao, ani watu wakwao wawawapendi, mtu aseeve apendi kwao, mtu aseeve apendi ndugu zake. Hii yote haina budi kutokea, yalishatabiliwa kwenye Biblia. hmm? Wamekwazana sasa hivi watu, lakini hawataki suruhu, hataki suruhisha. hmm? watu hawajizuie sasa hivi ukatili, kitu kidogo tu mtu kashaka silika, anaweza akachukua hatua ya kukuua ise. Dalili zote zilizoandikwa katika Biblia zinaonekana, ndugu zangu, watu sasa hivi hawapendi mema hana wapendi mema, watu wasaliti, wakaidi. Watu wamekuwa wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wanapenda nasa kuliko kumpenda Mungu. Niambie, sasa hivi, sasa hivi ya nasa ndio imekuwa imekuwa kitu cha kawaida kuliko kumpenda Mungu. Yaani uki, uki, uki, uki ukiwagawa wanaopenda nasa na wanaompenda Mungu utaona wanaopenda anasa wako wengi zaidi kuliko wanaompenda Mungu. Bado hizi dalili hatuzioni, ndugu zangu? Hizi dalili kweli hatuzioni? Hizi ndiyo dalili za mwisho wa dunia na hayo niliyoyasema, vita taifa kwa taifa, falme kwa falme vyote hivi tunaviona ndugu zangu. Haya, tuthibitishe basi kutoka katika Biblia kama hizi ishara zipo au hazipo. Tuangalie kwa mfano Mathayo ishirini na nne mstari wake wa tatu na kuendelea, labda tusome mpaka wa nane. Tuangalie, acha nichukue biblia yangu. Chukua biblia tuweze kusoma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 na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutokea, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na, na ufalme, utakuwa na njaa, matetemeko ya nchi mahali na mahali eh? hayo yote ndiyo mwanzo wa uchungu au wa utungu, yaani huo ni mwanzo tu wa utungu, lakini ile siku bado. Yaani hizi zote ni dalili, lakini tunasubiri ile siku bado. Uone kwamba Biblia ilishaweka ya mambo kitambo wazi. Sasa tuone hata hayo maovu ambayo yata uone kwamba Biblia haisemi uongo vitu andiko ndo tunavyoishi navyo sasa hivi. Haya, tusome Timotheo wa pili tatu mstari wake wa kwanza na kuendelea. Tukijali, tukipata ule tukipata neema, tusome mpaka mstari wa tisa wa kwanza Timotheo mbili tatu mstari wake wa kwanza mpaka wa tisa lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho tutakuwa na nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda. Haya, tuangalie nayo, Timotheo wa pili tatu mstari wake wa kwanza mpaka wa tisa, tuangalie unasemaje, ili tujue hivi vitu vilitabiriwa. Ndugu zangu, hivi vitu vitabiriwa kitambo, ndo tunavyoishi sasa hivi. Tunaishi katika ule zile tabiri. Leo no hii, mtu ukimwambia kuhusu Mungu aamini. Kwa nini? Wakati ukisoma ndo tunavyoishi humo. Tunaishi katika zile tabiri. Tusome, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho tutakuwa na nyakati za hatari maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na ushukrani, wasio na sifa, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasio, wasiotaka kufanya suruhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakatili wasiopenda mema. Hii eh? eh, ni hatari wasaliti wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu Tch. Haya mambo ni kweli yanatokea, yapo hasa vitu tunayaona, hmm? Wenye mfano wa utaua lakini wakikana waki, nguvu zake hao no, nao ujib ujiepushe nao, kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba ya watu na kuchukua mateka wanawake wajinga, wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za, za namna nyingi, wakijifunza wakijifunza siku zote, ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. hmm? Wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Na kama vile Yoni na Yambre walivyopigana na Musa, hivyo hivyo na hawa watapigana na ile kweli; ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani, lakini eh, hawataendelea sana, maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote kama vile na upumbavu wao ulivyokuwa dhahiri. Hawa wanaambiwa, hawa tunazungumzia wale manabii wa uongo watajitokeza hapo, kwa sababu kutakuwa tumejaa ule uzambi hatutaweza kuwatambua na watatudanganya, lakini kweli yao itakuja kujulikana hivi vitu akitokei wa watu, sasa hivi hawapendi wa pesa, watu sasa hivi sio wa wakatili, watu sasa hivi sio wa watu waanasa, watu sasa hivi sio wa kujivuna. Vyote hivi ndugu zangu, vimetokea vinatokea, na tunaishi navyo. Biblia imesha tabiri, kwa nini tusibadilike? Sasa ndugu zangu, kwa nini tusibadilike? Napata na uchungu sana, uchungu sana, kwa sababu tunaishi katika vitu ambavyo vimeshatabiriwa. Kuna watu sasa hivi wanakashifu, wana mkashifu Mungu, wana kashifu maandiko kwa nia zao tu hovu, zozote hovu, ndugu zangu we katika kujifunza neno ili tupate maarifa na mtujue huyu Mungu wa kweli. Pia natoa shukrani zangu Baba, ninakushukuru kwa kuwa uliniletea mgeni na mpaka sasa hivi huyo mgeni yupo ndani ya moyo wangu. Umenekea mgeni katika hekalu langu, na namsikia na sana. Ana uchungu sana, ananituma niwaambie watu ananituma nije niwaambie watu ukweli Baba. Kwa kusema hayo, inaomba tubarikiwe, jizi kujaza neema ndani ya vinywa vyetu, jizi zidi kujaza neema ndani ya vinywa vyetu, Baba, tuweze kutamka ile iliyo kweli yako moyo roho wa Bwana ndani Roho ya Bwana iko ndani mwangu na msikia, anataka kusema kitu, anataka kusema kitu, amenituma, ananituma niseme kitu na nitasema. Kwa kusema hayo, tubarikiwe, ndugu zangu, okay. Kama uja subscribe hii channel basi subscribe, ili upate mafunzo mengi ya Biblia ambayo tutakuwa tunajifunza kila siku pale tunapopata nguvu ya Bwana kwa lingi.